Watarajiwa wa daraja ya ushemasi kabla ya kupokea daraja hilo wanapaswa kuandika kwa hiari yao na kutamka wazi kiapo chao cha kuingia hali ya useja. Hivyo wataitwa na wakishaitika watajongea mbele ya ubaskofu na kumwinamia wale watakaopewa daraja ya ushemasi wajongee hapa. Frateri Cicelius Buberwa, Frateri Frank Rwetembula. Niko. baba askofu atawahoji juu ya nia yao hiyo kazi ya kuwalea na wale wote wanaosema kuwa wanawafahamu, wametoa wametoa sifa njema juu yenu, ambayo tunafikiana nayo kabisa. Je, kwa kuitikia wito wa Bwana mwataka kukamilisha maandalizi yenu ili wakati wake mwe, mwezeshwe kupokea uduma katika Kanisa kwa daraja takatifu nataka, nataka. Je, mwataka kuweka moyo wenu tayari kutumikia kwa uaminifu Bwana wetu Yesu Kristo na mwili wake yaani kanisa. Ndugu zangu, kwa hiari yenu mnataka kupokea daraja ya ushemasi. Mtatekeleza huduma hii mkiwa katika hali ya useja. Hiyo ni ishara na mwamko wa kupenda kazi ya kichungaji. Pia ni njia ya pekee ya, peke ya kuzaa matunda mengi ya fadhila duniani. Mmevutwa na mapendo yenu ya kweli kwa Kristo Bwana wetu na kujitolea kabisa kuishi katika hali hiyo, jiwekeni tena wakfu kwa Kristo kwa namna iliyo bora kabisa. Kwa hiyo mtaweza kuungana naye kwa moyo usiogawanyika, mtaweza kutumikia Mungu na wanadamu kwa uhuru zaidi na kuwashughulikia zaidi watu wapate uzima mpya wa mbinguni. Kwa sababu hiyo, kwa mwenendo wenu na maisha yenu, mtakuwa mfano kwa ndugu zenu kwamba yapasa Kumpenda Mungu kuliko chochote na ndiye tunayemtumikia katika watu wote. Kwa hiyo tunawauliza mbele ya Mungu na mbele ya Kanisa: je, mwataka kutunza daima useja kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika utumishi wa Mungu na watu, na kwamba hiyo iwe ishara ya moyo wenu wa kujitolea kwa Kristo Bwana wetu. Bwana awajalie mdumu katika hiyo nia yenu takatifu. Je, mwataka kuwekwa wakfu kwa kuwekewa mikono na kwa mapaji ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kulitumikia kanisa. Mwataka kutimiza kwa unyenyekevu na upendo kazi ya ushema, za ushemasi kwa kuwasaidia mapadire na kwa manufaa ya Wakristo. Je, mwataka kuwa na moyo wa kusali na kuukuza kwa namna inayolingana na hali ya maisha yenu, na kwa moyo huo kusali sala za liturujia za majira kwa ajili ya kanisa na pia kwa ajili ya ulimwengu wote? Mwataka kuzingatia fumbo la imani kwa dhamiri safi, asemavyo mtume, na kuihubiri imani hiyo kwa maneno na matendo kama inavyotakiwa Injili na mapokeo ya kanisa. Mwataka mwataka kufuata daima mfano wa Kristo ambaye mutashika mwili wake na damu yake, arutaleni. Kanisa linapokea nia yenu kwa furaha, na haya aliyoanza Mungu ndani yenu, yeye mwenyewe ayatimize. Amen. Alafu asaini sasa. Hii ilikuwa imechapwa, na lengo ni pale, baadaye mtu asija akasema nkaba ntaikubimanyanya evi, eh? imeisha tokea katika kanisa kelezieraboine bingi na mabuki. <laughs> endelea. Mimi frateri

Ndugu zangu, tumsi Mungu Bwana wetu apende kuwashushia neema na baraka zake watumishi wake hawa wanaojinuia kujitolea kulitumikia kanisa. Tutaikitikia twakuomba utusikie. e Mungu, twakuomba ndugu zetu hawa waungane zaidi na Kristo, waweze kuwa shahidi wake mbele za watu. Ee Mungu, twakuomba. Waweze kuwashughulikia watu na kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Ee Mungu, tunakuomba uwafanye wawe watumishi wa kanisa, ili wathibitishwe, wathibitishe ndugu zao katika imani kwa maneno na kwa mifano na kuwakusanya washiriki Ekaristi. Tuombe. E Bwana, uwe radhi kuyapokea maombi yetu na hawa wanao wanaokusudia kujitolea kutumikia wewe na taifa lako katika utumishi wa mtaka, wa mtakatifu upende kuwabariki kwa wema wako, uwajalie wadumu katika wito wao waungane na Kristo, kwani kwa mapendo ya kweli waweze kuyapokea vema kazi za kitume, tunaombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.